Moja ya njia Dia, za kumshinda adui Amina, ni kukimbia matendo mabaya Amina. Kama utaomba Dia, lakini Dia, haujaweza kuacha matendo mabaya Amina, elewa Dia, shetani Amina, bado ana nafasi ya kuendelea kukuharibu Kuomba kwako utachukua muda mrefu yes, amen. Epuka matendo mabaya eh. Epuka mambo mabaya. mabaya. Utashinda maadui yes, amen. Njia. Ndio. ya kushinda maadui eh. Epuka mtu wa Mungu. Amina. Amina. Epuka mambo mabaya Amina. Tunaweza kuishi katika dunia hii pasina kutenda mambo mabaya Amen, na tukaishi vizuri Amen, na tukaishi kwa amani Amen, na tukaishi kwa upendo Abisa. Mungu anatamani kuwaona watu wenye matendo mema, watu wenye mioyo mizuri, haleluya. Hawa Mungu anawatafuta, anataka watu wa namna hii, watu wenye upendo, watu wenye umoja, haleluya, watu wasiokuwa na mioyo inayopiga wengine wa Mungu yeah. Usiwapige wenzako kwa mawazo yako, utawaharibu wenzako yes, kwa mawazo uliyoyabeba ndani yako. Amina. Kila wakati yeah. Nimekuambia, yeah. Wawazie watu yaliyo mema, yes, waza yaliyo mema Memo, ili mema yaje kwako yes. Ukiwaza yaliyo mabaya yeah, mabaya yatakuja kwako. Amina. Kazana kuwaza mema mema yatakuijilia. Haleluya kanisa la Mungu, haleluya kanisa la Mungu. Amina. Kanisa la Mungu. Amina. Penda kuwaza yaliyo mema mema. Mema yata, mema yatakuja na kuambia mema, utakuwa umeyafungulia. Unapowaza mema unafungua mlango wa mema Amina. Unapowaza mambo mabaya unafungua mlango wa mabaya. Maana yake unapowaza ubaya unamwita shetani, unapowaza mema unamwita Bwana Yesu. Haleluya, mtu wa Mungu, haleluya, mtu wa Mungu, fanya bidii katika kuyawaza yaliyo mema. Utaona mema yanakuijilia. Haleluya! Haleluya! yes. Sasa wale wanaokutakia mabaya watayaona mema yanakuja kwako, watayashuhudia na roho zao zitaumia zaidi, wakikuona wewe unafanikiwa, wewe unasonga mbele, watazidi kuumia na kuumizwa zaidi. Wewe wawazie mema, usiwawazie mabaya Yao mabaya wawaze mabaya, mabaya, lakini wewe wawazie yaliyo mema. Nakwambia na watabadilisha mawazo yao hey, wapende wasipende hey, kwa sababu hey, mema yatakuwa ndama. Yes. mema yatakuwa upande wako Yes. watayashuhudia Yes. roho zote mbaya yes, zitageuzwa na uzuri wako Yes. watakuwa wazuri kwa, yes, jina la Bwana Yesu mtu haleluya, mtu wa Mungu, Amen. Mtu wa Mungu. Amen. Wakati wote, Amen. Ona, watu wote watakie mema. Yaani ukimwona mtu ana jambo lake yes. ukimwona mtu ana mambo yake matakie mema, mwambie Bwana msaidie, Bwana mwongoze, Bwana mbariki yes. Bwana mlinde hayo uyatamkai. Yatarudi yes. kwako Amen. Haleluya mtu, haleluya mtu wa Mungu, Amen. Mtu wa Mungu. Amen. Unajua hivyo ulivyo, kuna watu yani, wanatamani Amen. wakuone wewe umelala chini, sijui unanielewa. Yani hivyo ulivyo wewe unajikataa, unajiona hata ufai, unajiona kama ume, Mungu amekukataa, lakini ninachokwambia yuko adui anayetamani kukuona umelala. Amen. Yani akiona hata udongo umerushwa juu yako Amen. anasema afadhali. Amen. wako wafurahiayo mabaya yanapokupata wewe. Yes. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Yes. Wako wanaofurahia lakini nachokuambia watakie yaliyo hmm, mema. Yes. Yes. ili mema yes, yaendelee kuwa upande wako ili uweze kuwashinda maadui. Unapokuwa na hasira muda mwingi, yale uyatendayo yanakuwa sio mwongozo wa Mungu, unakuwa ni mwongozo wa shetani. Sawa sawa, mtu wa Mungu, kwa adui anatafuta namna ya kukuchokoza uwe na hasira ili uendelee kuyatenda mabaya, lakini usichokozeke kwa sababu tunakufundisha njia za kuwashinda maadui wako, njia za kushinda watesi wako. Haleluya, haleluya, mtu yeah, wa Mungu, mtu wa Mungu. Tusome, nitasoma Ezekiel sura ya 13 mstari wa 18 hadi wa 20. nitasoma kwa jina la Yesu. Useme: mtu, mtu ambaye hatafuti msaada Amen. Kwa shetani huyu ni mwepesi sana kushinda yes, maadui zake Amen. Haleluya Amen. Mtu ambaye haendi kwa maadui, hatafuti msaada kwa shetani haleluya, ni mwepesi sana kuwashinda watesi wake Amen. Shetani amekuwa na tabia moja Nasema na watu hapa, aleluya, mtu wa Mungu, shetani anakuletea tatizo Amen. anakuletea shida Amen. alafu anakuletea watu wake Amen. wa kukusaidia. Sijui umeelewa, sijui hapo shida imeisha au ipo. Aleluya, aleluya, shida inakuja, alafu aliyeleta ni shetani, alafu huyo huyo shetani anakuletea watu wake wa kusolve hilo tatizo. Haleluya. Haleluya. Siyo? unamwelewa kidogo hapa Amen. Shetani ni mjanja sana Amen. Ukienda kwake kutafuta, Amen, msaada kwake yeye, yeye anafurahia kwa sababu tayari unatengeneza ushirika pamoja na yeye kwa maana yake, wale watesi wako watakuwa na nafasi ya kuendelea kukuharibu kwa sababu wewe ni mshirika wa upande wao. Watu wa Mungu, nawaombea shida isije juu yenu. Yes, amen. Nawaombea shetani, yeah, asilete shida kwenye maisha yenu. Haleluya, haleluya! Kwa sababu yeah, ni mjanja sana. Amen, ili uweze kumshinda adui. shida zako zisitatuliwe na adui. Amen. shida zako zitatuliwe na Bwana Yesu. Amen. Haleluya, watu wa Mungu! Haleluya, watu wa Mungu! Haleluya, watu wa Mungu! Watu wa Mungu! Watu wa Mungu, shida inapokuja, mwite Bwana Yesu, msemeshe Bwana Yesu, alafu Bwana Yesu atakuletea wa kuweza kutatua shida ulionayo. Unapolalamika, unaponung'unika, alafu ukatafuta wakukusaidia, shetani anakuletea wale wakukusaidia Haleluya mtu wa Mungu, sijui unanielewa kidogo? Haleluya, ehe. Ntasoma kwa jina la Yesu, useme bwana Mungu wasema hivi: Ole wa... Ole wao wanawake wale washonao hirizi katika viungo vyote vya mikono. Ole wao wanawake wale wote wanaoshona Irizi kwenye viungo vya mikono yao, ehe, waweka leso juu ya vichwa vya kila kimo, wameweka leso, emtazama shetani ametengeneza wanawake wabaya. Akikusalimia kwa mkono wake, amekwisha kukuharibu kwa sababu Amin. kwenye mkono wake ameshonea mambo mabaya yeye yeah, anakuja kukusalimia, habari za leo salama, tayari amekuharibu. Tunaelewana, watu wa Mungu, amina. Ndio maana unaona watu wengi wana tabia ya kusema, hebu leta mkono wako tuangalie, una utajiri au una umaskini. Hawakuangaliaga usoni kwako, wanakuangaliaga wapi? Mkononi mwako. Haleluya! Kwa maana hiyo kuna mikono unayotoa kusalimiana ukaharibika yes. Kuna mahali unapotoa fedha kusaidia yes. au kununua ukaharibika yes. Haleluya, haleluya, watu wa Mungu, haleluya, watu wa Mungu, kila mkono ulioshikana nao ukakuwa rebo, leo ukuachilie kwa damu ya Yesu. Mikono yote iliyokuchafua iondoke kwako kwa jina la Yesu ipate kukuachilia yes. Haleluya, mtu wa Mungu. Amen. Sema ye Bwana Yesu, naondoa na na leso. leso walizoweka usoni Usu kwangu. kila leso inayonizuia inayonichafua, inayonikwamisha, naitoa usoni kwangu, naivua hii leso, hiyo leso. Haya, vua usoni kwako, vua, vua